Ndani ya muda huu tumepandisha hadhi barabara zaidi ya nane. Tumepandisha hadhi barabara ya Vikindu, Vianzi, Sangatini. Tumepandisha barabara ya Vikindu polisi mpaka TSN kupitia Mkokozi, Mwembe Mtengu. Tumepandisha hadhi barabara ya Kongoe, Mlamleni mpaka Mwanambaya. Tumepandisha hadhi barabara ya Mwanambaya, Mipeko, Mbande tumebadilisha hadhi barabara ya Kiguza Kitonga mpaka kupitia Mwanadilatu. Tumebadilisha hadhi barabara ya Mkamba Kimanzichana Mkuruili mpaka Msanga. Hizo barabara zote zimeingia katika wizara ya ujenzi, na hapa karibuni hapa karibuni tutaanza kumuona mkandarasi anafanya kazi ya kupanua barabara ya kutoka rangi tatu mpaka Kongowe, na tumeweka katika bajeti ya mwaka 25 26 upanuzi wa barabara nne kwenda mbili kurudi mbili kutoka Kongowe mpaka kufika mwanambaya Vikindu. Alafu anakuja mtu anafanya mambo ya ushawishi kwa sababu ya masilahi ya kwake yeye binafsi. Nataka kujua watu wa Vikindu, mnataka maendeleo ya jumla ya watu wote katika nchi au mnataka maendeleo ya mtu mmoja anayetumia migongo ya watu wa... Tumepokea mkandarasi na hapa yupo mzee, umetokea zaidi ya milioni moja kwenye barabara hii, kitu ambacho hatukutarajia na wala hatukufikiria kama tungeweza kupata neema hii. Hongera sana. Mheshimiwa rais alipochagua kuwa waziri wa ujenzi hakufanya makosa, aliona kabisa kwamba huyu mtu anafaa. Asante sato, sana kwa kushukuru sana na sisi tunakongea ndua napokuwa mkandarasi yuko hapa. Nafikiri namna ya ujenzi jinsi na kuendelea, mkandarasi ataelezea ujenzi atakufanya kwa namna gani. Lakini kubwa tu kwamba mheshimiwa waziri, mimi nimefurahi sana baada kuambiwa na mkandarasi anajenga daraja kubwa la kisasa pale Kokozi, lakini hii barabara ataitia zege mpaka pale Kokozi. Ama kweli Tanzania tunaye mkandarasi mwingine anaitwa Mbuya kontrakta, yupo hapa ambaye nakumbuka uliniita Dodoma, mheshimiwa waziri ukanikabidhi mkandarasi mmoja tu, ukanambia, huyu nakupa wewe peke yako ndani ya wilaya nzima, uhangaike naye. Mkandarasi huyu mpaka kwenye mifereji ya maji yanayotoka chooni aweke